Kwa jina anaitwa Aziza Rashid Musa ni mjasiriamali kutoka mkoa wa Kaskazini Unguja. Nipo hapa leo, nimeshiriki katika katika mkutano wa mgombea wa urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi. Tumefurahi sana wajasiriamali, tumefurahi kwa mujibu wa zile sera zake ambazo ametuahidi wajasiriamali ametuambia kwamba mikopo ataiwezesha ili wajasiriamali tuweze kufanikiwa kwa urahisi kabisa. Ila tunamwahidi jambo jingine Mheshimiwa Rais, kwa sisi wajasiriamali kupitia vijana, tutazidi kudumisha amani ya nchi izidi kuendelea, na tunaahidi kwamba hatotokea kijana hata mmoja katika visiwa vyetu hivi vya Zanzibar, ama Unguja ikiwa Pemba kushiriki katika maandamano ya aina yoyote. Tunamwahidi hicho kitu kwamba tutaendeleza amani na utulivu katika uchaguzi mkuu tunaokwenda huu Oktoba 29, lakini pia tunamwahidi kwamba kura lazima Oktoba 29 tunatiki. Tiki! Asante sana Dk. Oktoba tunatiki.